Yeah. Amen. Kwa majina naitwa Bryson Amos Mturuba, ni mwenyeji wa eneo hili Haleluya. Amen. Nina siku kama nne toka nimefika boda hii kutoka Dar es Salaam. Nyumbani. Amen. Amen. Ni, ni jilani hapo nikawa nasikia sauti kila siku maombi yanaendelea siku ya Mungu nasikia watu wakiendelea kuomba e, nikamuuliza mama angu mba nisemdeani hapo, akawa amenielekeza kompani yako kuna kanisa e, nikamwambia mama, unajua eneo letu ipo neema ya wokovu. E, nikamwambia ipo neema sijajua kama nyie mnafikiria kwamba ipo neema mahali <laughs> hapa. Haleluya, nampenda sana Mungu, nimeokoka na namtumikia Mungu katika madhabahu unaoitwa Moving Altar Ministry, iko Dar es Salaam, Ilala. Ah, nikatibu wa huduma ile. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeah. Tuendelee kuomba kwa ajili ya eneo hili, tamani sana mahali ambapo pana madhabahu ya Mungu wote, yes. Waliozungukwa wa na madhabahu hii wamchue Mungu. Naomba kama watumishi, watu watu wa Mungu, mshambulie tu eneo hili, watu wote wamchue Mungu. Haleluya. Yawezekana kwa sababu mkamjui, lakini maombi mnayofanya yanaleta mapinduzi makubwa katika familia za watu wengi walio eneo hili Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana, niwaache na neno kutoka kitabu cha mambo ya Walawi sita kumi na tatu, maneno Mungu anasema, moto utatunza uwake juu ya madhabahu daima usizimike. Haleluya. Kwa sababu hii ina yeah. Hi, yeah. so, madhabahu, moto wa Mungu.

Kuna kitu cha Mungu ndani yake. Haleluya. Wewe unaweza kuwa unamwona wa kawaida, unamwona wa kawaida, lakini, lakini kuna watu kutoka mataifa mengine wanaona kuna mtumishi wa Mungu ana kitu cha Mungu ndani yake. Haleluya. Tunatamani sana kutumia neema uliyo nayo vizuri. Wewe unamwona wa kawaida, umeona? Wewe unamwona wa kawaida lakini kuna nguvu ya Mungu ndani yake. Ukiendelea kumwona kwa kawaida utabaki kama ulivyo. Lakini kuna watu wanaendelea kubadilishwa na ile chini hizi. Bwana Yesu asifiwe. Sema power. Sema power. Sema power. Sema power. Tunisho Mungu, Mungu akubariki sana. Kwa siku ambazo nitaendelea kuwepo mahali hapa boda. Amen. Basi tuendelea kushirikiana na nitakuwa nikiabudu mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe.